Hello guys. Yeah, um, my name i Simba na mimi ni content creator kwa zaidi ya miaka kumi. Video today ni kwamba nimefrahi kwamba tumefikisha subsribeelfu kuia t5o mia saba nhabeemym kufikisha subsribe za kimoja lakini tunafikaje huko? So i kwamba I want to give you just a, a small history of, of me, ili kwamba mweze kufahamu mimi ni nani na wapi nimetoka na wapi naelekea. Nilianza content creations mwaka elfu mbili na, okay, so, uh, na kumi na tano na mimi after finishing high college I mean university mwaka elfu mbili na kumi na nane pale Udom nikaja Dar es Salaam mwaka elfu mbili na kumi na tisa nikajoin nikapata bahati si bahati au niseme nini, lakini nilikuwa nafanya kazi na Masanja TV. Nilifanya kazi na Masanja TV then at the end of the year elfu mbili na kumi na tisa nikaenda Nairobi, nikaenda kusoma mambo ya filamu. Nilivyorudi sikuendelea tena kwa Masanja, nikaenda kufanya mambo mengine. Nilikuwa nafanya vitu vidogo vidogo kama nikawa na, nafanya vibarua sehemu mbalimbali vya mambo ya graphics na mambo ya web design na mambo kama hayo. Ah um, baada hapo nikaja nikaajiriwa mwaka elfu mbili na ishirini, nikaajiriwa kwenye taasisi moja ya mazingira. Then mwaka huo elfu mbili na ishirini kipindi cha COVID, COVID kile nikajia, nikapata kazi sehemu nyingine pia. Nikafanya kazi hiyo hiyo sehemu nikafanya kazi zaidi ya miaka mitano. Baada hapo mwaka elfu mbili na ishirini na tatu nikapata tena kazi sehemu nyingine. Kwa hiyo nikafanya kazi kwa muda mchache kwa sababu tayari tayari nilikuwa nafanya mambo ya YouTube na nafanya mambo mengine. Kwa hiyo um, nilikuwa nilikuwa niache mambo ya ajira sasa, nikaamua naanza kufanya kufanya mambo yangu mwenyewe binafsi, then nikaenda Mafia, nimeenda Mafia nilikuwa it's an opportunity island. Kwa hiyo nimpaka sasa hivi niko Mafia, lakini at the moment nikuja Dar es Salaam for just for check up na mambo kama hayo, lakini nishakaa Mafia kwa zaidi ya mwaka mmoja na nimekuwa kishare about Mafia Island na wengi mmekuwa mkiuliza mki where is Mafia na wengine wanaifahamu Mafia wanakuwa ki comment, lakini uh, la, kuna wasiku niliona video ya, kuna, last year kulikuwa na kulikuwa na festival music festival Mafia kule na interview ilifanyika crowds ikaonekana kwamba watu wengi walifahamu Mafia. Kwa hiyo Mafia guys, naomba nisemeni, Mafia ni kisiwa ambacho kipo mkoa wa Pwani, kipo tofauti, kuna tofauti kati ya Zanzibar wengi wanauliza kuna mafia? Unaenda tu Zanzibar guys, mafia ipo hivi. Mafia ni kisiwa ambacho kinajitegemea, kipo mkoa wa Pwani. Na kufika mafia, kuna njia mbili. Njia ya kwanza ni njia ya ndege, ambayo ndege ni ina cost like, inabidi uwe na laki moja na nusu au yanategemea sasa na na season ipi ipi, ni sometimes ni laki na thelathini, laki na bajeti yako unabidi utenge tu laki moja na sitini uwe nayo uh, uh. Na aina ya pili ni ni meli ambacho ni, ni, ni, ni, ni kivuko anakufika katika hiyo kivuko. Sio kwamba unaenda bandari ya Dar es Salaam unaenda aenda, hapana, una sehemu inaitwa Ikwiriri, kama njia kuenda, ya kwenda Kilwa Road ya kwenda Lindi uh, kaba ujafika ukishatoka Mkuranga kwa mbele kidogo kuna sehemu inaitwa sikumbuki inaitwaje, afu kuna njia ambayo inakupeleka kwenye bandari ya kwenda Mafia inaitwa Nyamisati. Kwa huko sasa ndo kuna meli ya kupanda ya kwenda Mafia na hiyo meli unapanda kwa shilingi elfu kumi na sita kwenda Mafia, na kitu kingine kuja is not a problem. shida ni kwamba boti haipo kila siku, boti ipo mara tatu kwa wiki, mara tatu mara nne hivi iko Jumatatu, sometimes ina change kutokana na hali ya hewa, kwa hiyo inaweza kuwa Jumatatu, Jumanne na meli, Jumatano na meli mpaka Alhamisi, la <laughs> then inakuja either Jumamosi au Jumapili, kuna meli tena. Kwa hiyo kwa inabidi kabla ujaja Mafia, inabidi uwe hizo vitu vyote uwe tayari ushajua, na kama we, in case unataka kuja Mafia, basi unaweza kuandika email address kwenye hii video so unaweza kusend an email email kwangu au katuma um, yes. Sasa ni email ndaika kwenye description, kwa hiyo na eh, always, I always see my emails every day, every morning moni naangalia emails, naangalia update kwa sababu kuna wat, watalii huwa wanakuja wana, wana Mafia. I, I work also as an agent for them, lakini mbali na uh, agenting sababu nilikuwa na, ni, ni na, ni na website ndio Spotlight Bookings nilikuwa nitangaza zamani, sasa hivi kidogo nimeacha, sababu na mambo mengi sana yalikuwa yako mbeleni, lakini emails, I have to check emails every morning, lazima then niangalie emails um, lakini pia kuna kitu kinaitwa Simba's Kitchen ambacho nataka nikitambulishe Mafia nikienda. Simba's Kitchen is a, ni, ni ni kama fast food restaurant ambayo naenda kuifungua, na siko kui, siko peke yangu. Nyuma yangu kuna watu ambao wanansupport ambao kwa njia ni, nyingine nimesema sponsors ambao wanansupport, kwa hiyo Simba's Kitchen inaenda kufungua introduce something new Mafia. kuna kabisa Mafia ni mji kama wewe ni mwekezaji una, una una una una pesa za kutosha, basi ukija Mafia guys, na kwa maana ndio sehemu ambayo unaweza ukaja ukafanya investment ya kutosha kueleweka, sababu vitu vingi hamna, hamna vitu vingi vizuri. Kwa hiyo unakuta Simba's Kitchen lengo kubwa mwendao kufanya ina kufungua something new kabisa ambacho hakipo kabisa na hakijawahi kutokea Mafia, lakini Dar es Salaam ipo, ni just a common thing so uh, so what I'm taking I'm taking that idea from Dar es Salaam to Mafia, so it's something new naenda kuintroduce kule. Ah, nilikuwa nikipost, tayari nishapost kwenye YouTube hii, nishapost kwenye mfumo wa post eh, ni kwa hiyo this presentation ni amsho ndofanya sasa hivi ni ndio kufanya uji ni uji ah, let me see if I can show you on my laptop, so tutaweza kuona eh

Uh, so ambacho nitienda kuanza sasa hivi ni uji ambao kama unaona vizuri, sidhani kama utaona vizuri, kwa sababu itaonyesha kama mira kama aa maandisha, lakini kikubwa ni kutoka kwenye picha ya yeah, watu ambacho nenda kufungua sasa hizi, lakini pia tutafanya kitu kingine ambacho ni kama ni hivi. Hii ni is something ambacho cha ja, pili ambacho kuna vitu vingi vikubwa vizuri vinakuja alivyosemausema. Asante, asante sana kwa guys ambao mko mki subscribe na tufikisha subscribers elfu kumi na tano mia saba. Well, wow. <laughs> in uh, yeah, this journey, haikuwa, haikuwa rahisi nikisema qua rahisi. inamaanisha kwamba since ambavyo imeanza content creation imeanza kufanya graphic designing mwaka elfu mbili na kumi na tano nilivyomaliza olevo olevo ni maliza elfu mbili na kumi na nne so elfu mbili na kumi na tano nika mwaka ilianza college then mwaka nimemaliza pale ile mwaka wa 2018. Kwa hiyo nimesoma web designing, lakini vingine vyote ambavyo nafanya kazi mpaka leo saizi nimesoma kwenye YouTube channel, guys, nimesoma kwenye YouTube. Yapo vitu vya kusoma chuo labda kile kile kama cha nikibeba, mpaka nifanye kazi mpaka leo, labda ni website, web designing au development develop, na kile kama cha nikibeba, lakini mambo yote ya hardware maintenance, sio nini Sijafanya, nimefanya labda kidogo tu nani, lakini sijafanya kama ajira, lakini YouTube YouTube and uh, film photography, mambo ya drone shooting, hiyo vyote ndio mpaka leo najifanyia kazi, lakini graphic designing and web development uh, web, web nilifundishwa, lakini ile indipo ambapo nafanya sasa hivi, nimefanya nimesoma mwenyewe kwenye YouTube na social media YouTube, LinkedIn mambo uh, ya content creation kutengeneza matangazo, kutengeneza AdSense hizi uh, matangazo ya ya kwa mfano kumtengenezea tangazo, kuweka ads, kuweka tangazo kwenye kwenye Instagram, zile zote zimejifunza kwenye YouTube. So ya, wana na masisha watu kwamba watumie technology kufanya vitu vizuri na mambo. Yani kuna vitu, kuna yani kuna hela kwenye mambo ya ya, tehama ya, ya, ya, ya technology. Sasa kuna kitu kinaitwa Chat GPT. Watu wengi hawajui kuhusu Chat GPT, yani wanasikitika kwamba mtu anaambia nao msaidie kitu fulani. Sasa all all those unazipata kwenye Chat GPT, haya yote yapo, unaweza kujifunza yani kila kitu kila kitu ambacho utakujua, you want to unataka kufikisha subscribers kama mimi, nafikishaje? Kwa mfano nina YouTube channel nyingine ambayo huwa nafundisha haya am mambo uh, madogo madogo, kama kuna kitu kinaitwa UTT, jinsi ya, ya kuwekeza UTT, jinsi ya kufungua yes, kuna vitu vingi sana vingi sana. Unajifunzaje vitu kama hivyo, unazijuaje? Ukiingia kwenye ChatGPT ukiandika chochote kile, swali lolote duniani, nitakujibu swali lolote duniani, hata kutakuja kuhusu mimi. Ukiingia tu kwa research, ukiingia tu my name pale au kuchukua my okay, YouTube channel kuingiza pale want to learn about this guy straight enough for information, kila kitu kipo online you guys sit na na kwa mapi, kila kitu kipo so this YouTube channel ambayo ipo nyingine inaitwa Bongo Masterclass. Uh, kule nime create, kama sasa hivi nime create video nyingine, lakini bado sija uh, sija publish. Nilikuwa nime, nimeanza ku export na yeah so there are so many guys to learn na vitu vingi ambavyo utakuta navyo. So basically this YouTube channel ambayo uh, um, ambayo hii hapa ambayo ipo sasa hivi itakuwa inazungumzia my daily life uh, maisha ya kila siku uh, na vitu kama hivyo. So it can it inaweza ikakusa kwa namna moja baada nyingine, so ukiona so kwamba in ambacho nimedisclose ambacho uko sawa, basi unaweza ku comment you can just tell me what what to kaisha, ili kwamba next video ifanye bora zaidi, kitu kama hivyo. Lakini kingine equipment, nitanua equipment kama mic, sababu ninapongea sasa hivi hapa unaweza kuwa na mwangu na noise, so kwa hiyo nitanua mic, nitaweka hapa au utakuwa na mic kushika na pia nitakuwa na stand ya kushikilia simu, sababu sasa hivi simu nimeweka sehemu ambayo uh, sio sahihi sana sana, lakini tutafahamisha na mambo mengi, mambo ya tourism, mambo ya adventures, mambo ya biashara, wekezaji, ujenzi na vitu kama hivyo. Nifuatilia sana kwenye social media, vitu vingi sana nafanya. Nafanya vitu vingi sana, mambo ya uwekezaji, mambo ya biashara, mambo ya sisi mambo mengi sana nafanya. Kwa hiyo if you want anything, you want um unataka connection ya kazi, unataka connection ya sio nini, unataka nini, guys, kikicho. Kina mambo mengi sana. Kuna vitu vingi sana. Kinajua mambo mengi sana sana sana sana, sana, sana. Kwa hiyo unakuta sasa hivi kwa sehemu mtu, emomo tukufanya mambo yangu kujiajiri mnye, mwenyewe. Uh, kufanya mambo haya wa, nafanya hata haya mambo ambayo wa, tafanya sasa hivi. Sasa hivi nakabia kuyaacha ili kwamba ni focus na vitu vingine vingi, so lakini YouTube, YouTube is my, um, my, my main thing pia, yeah, Kitchen na website design lakini graphics kidogo naanza kukimbia sasa hivi, soon naanza kukimbia Some day day of of live videos. Yeah, siku ya kufungua na nafikiria kufanya live video. Yeah. So, so, I'm, I'm, I'm so excited about what is coming next and kuna mambo mengi sana, mambo mengi sana mimi nimeoa nimeoa nimeoa mtu wa Makonde. Kuna siku kwenda kata, niliambiwa kwamba ni Makonde. Sasa what! <laughs> ni kabila ambalo sijawahi kufikiria kwa ku, kufikiria kama mtu ningewahi kuwa na, <laughs> na, na, na Makonde, lakini ni watu wazuri, watu wazuri, watu wazuri na na upendo na upendo yeah. So guys uh, karibuni sana Mafia nakukaribisha sana Mafia yeye yeah, nitafurahi sana mtu akija Mafia akisema kwamba amekuja Mafia kwa sababu aliona video yangu. kwa kwa sasa hivi you know, mtalii anakuja kutoka Zimbabwe anakuja tarehe 29 uh, mwezi huu ameona video yangu kwenye YouTube kama hivi, na afunga safari kutoka Zimbabwe, anakuja Tanzania just sasa so Tanzania kuja Mafia guys excited, na natamani pia watu wengine ambao mnaangalia sasa hivi um, pia mje Mafia. So Mafia ni mji mzuri na mtapenda na kama mbusema, yani ukija Mafia basi just uh, tell me kama umefika and so, yeah. <laughs> So um, nma niwatakee um, siku njema um, sime, asante kwa mtazamaji ambao amekuwa kifuatilia this YouTube ki, ki channel umesubscribe mesha muda wako ukasubscribe, lakini unisamehe sana pia kwamba um,

nikikuwa nafanya mambo gani. I decided to consistently be posting uh, my daily life, sababu maisha na change, sababu kama nasema Simba's Kitchen na vitu vingine ya YouTube channel, basi nitakuwa nafanya daily life. Kama nitafanya mingine, basi nitakuwa Simba's Kitchen na vitu kama hivyo.

kumi na tano mia saba, kumi na tano mia saba subscribers. Wewe pia ni mmoja kati ya our subscribers ambao kumefanya hivi guys. All in all, once again, thank you guys, thank you guys. Mungu abariki sana na tukubawa mmoja lazima. So yeah, see you on the next video. Na hii video itakuwa like a trailer video ambayo nitaweka mwanzoni kabisa mtu akiingia una this video ambayo inaelezea about this and, uh, yeah. So comment and tell me what you think so that I can prepare for the next video. So expect another video on uh, Friday tomorrow then another one kila siku toknaos, kila siku videos, and so it will be different videos, kisha bado naa a kingine, kisha nenda mjini, another video ambayo inarelate na hiyo kitu until I leave this this region uh, so bye.